Hii rai yangu ni kwa wananchi wote. Niwaombe waombe tumuenzi kwa kushirikiana kuleta maendeleo kwenye taifa. Kama alivyosema Mwalimu mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu, ikiwa maendeleo ya kweli yatatokea, ni lazima watu washirikishwe. Kwa hiyo niwaombe watu tushirikiane katika kuleta maendeleo ya kweli ndani ya taifa letu. Migogoro, uvunjifu wa amani na mizozano haitaleta maendeleo ya kweli kwenye taifa letu. Kwa hiyo niwaombe wote. Tushikamane, tujenge nchi yetu, tuinue taifa letu, tulete ustawi kwa watu wetu. Mwisho kabisa, niseme kuwa tunapoadhimisha muungano, tunaendelea kuwaombea mapumziko ya milele waasisi wetu, mapumziko mema ya milele waasisi wetu wa muungano wa na viongozi wote waliowafuata baada yao ambao nao wameshafika mbele ya haki. Na baada ya kusema hayo sasa nipo tayari kwa ajili ya uzinduzi rasmi wa kitabu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Photographic Journey. Mungu ibariki Afrika. Mungu aibariki Tanzania yetu. Tumuombe Mungu, pia ubariki muungano wetu na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iendelee. Asante sana. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais.